na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake aitwaye Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda naye, alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yanayoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Yani anakaja unajua, sisi tumekosoma wakati tunasema kama story, jamaa anakaa mezani, mabosi wanakula anatamani chakula kile kinachodondoka. Unajua, a chakula lazima kuna kudondosha, kulekula kunakudondosha kunadondoka kunadondoka kwenye kudondoka, anatamani kile chakula, alafu mbwa na wengine wanatamani vidonda vyake. Mbwa hawana hata adabu, wanafika wanalamba vidonda vyake. <laughs> afu anamcha Mungu, mcha Mungu anasema yaani ni mtu ndio maana shetani alifanikiwa akatuweza kutufanya kwa wale wa Kristo, hivi ukipigwa shauli jana, na la pili. Na la pili hili ukirudisha, ukipigwa usijaribu kurudisha hata moja. Ebu sema amen. Ebu sema amen. Angalia kuna mtu mmoja. Kuna mtu mmoja, mmoja, Sala. Sala. Sala alikuwa hana uwezo wa kupata mtoto. Akamwambia, No. No, no, no. Hebu na kuomba kwa sababu tumechelewa kupata mtoto. Naomba uchukue mfanyakazi huyu wa ndani. Yaani, jamaa alikuwa na masuria. Akamwambia uachukue mfanyakazi huyu wa ndani, ukalale naye, upate naye mtoto. Unajua kuna sura hapa, siioni hata moja inaweza kufanya sura tayari pale?

Hata hapo mashabiki wangu usione niwe sura zao hizi. Haipo hata sura ile kubaki. Hata kama ni mama yao hapa na ai kubali. Tena mama Kristo ndio ataruka hewani juu. Mama Kristo, baba nikakuja nguo yangu. Nikasema hawanijui. Kwanza mimi ni majeshi hewani. Tumane mtolewa mfano ili uelewe. Ah uh ah. -huh. Kilichokuwa kinamaanishwa hapa sio jambo jevesi ni mtu ambaye ana, an, anakula chakula anakiweka chini na ni mpole amekaa hivi. Wanamwambia, haya, inuka anainuka. Ana Mungu wake. Mungu muumbaji wa vitu vyote. Ile ina maana wachawi wanachukua njia gani? Wachawi ukijiegeza, eti mimi ni mpole wa Bwana. Mimi niko tuli. Wanabeba. Ehebu sema hawani bebei. Ehebu sema hawani bebei. Kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa hivi. Naachia achia mwali wa moto. Ehebu sema na achia mwali wa moto. Kwa damu ya Yesu. Ame. Kwa hivyo nahitaji mtu wa leo hivyo kwa na kitaji chanzi. Nataka mfumu wako ubadilike. Ehebu sema Amen. Mfumu wako ubadilike. Ibada. Ishu chokwenda kumutafuta mkimani Bwana. Ishu moyo wako. Moyo wako umepondekaje, mlima na umaanisha Bwana, tunaanza kuona. Anasema mwaomba vibaya amen. Amen, naomba ufungue waulamiti, kitabu cha Yohana sura ya nne na mstari ishirini na moja. Anasema Yesu akaambia, msisadiki, sasa inakuja ambayo hamtamwabudu Bwana katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Kwa ruga nyingine, kwa dunia ya leo, ngoja niseme sana sana, dunia ya leo, hebu sema amen. Amen. Yesu anasema, Yesu akawaambia, maana maana anasema akawaambia, mama Usisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Mungu tena kule daa ka mambosa wala kule Kahama, kwenye televisheni. Nani mnaabudu msichokijua? tunaabudu mwabu, tunaabudu msichokijua, kwa kwa kuwa kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja ambayo wamwabudio Mungu halisi anasema waabudu Mungu watamwabudu Baba katika Roho na kweli, kwa maana atawatafuta watu kama hao wamwabudu. Hebu sema amen, atawatafuta watu kama hao ili wamwabudu. Jamaa, naomba nirudie tena, sijui kama tunaelewana. Hatutamwabudu tena, hatutatafuta tafuta uponyaji tena kwa waganga ila tutautafute kanisani, mahali ambapo Mungu amekupanda. Sio kila kanisa linakuhusu, sio kila mahali unapona. Watu wanapona, na wewe unaweza ukaenda ukapona. Kuna wengine hapa, tuongee kwa ukweli. Hebu sema amen. Hii televisheni haiwa rekodi. Kuna watu hapa kanisani wamekunywa mafuta ya mamposa, wamepona? Hawajapona, hawajapona hawajapona kuna watu hapa kanisani wameruka mpaka kwa kwa Musa wamepona hawajapona mwanangu mmoja hebu sema amen amen atakachoropoka wa kuchoropoka wa kuchoropoka mimi na wajua mimi na kujua mwanangu macho nikondolea nakujua amen akantoroka aamos akabeba mafuta akabeba maji ya buku ya kutosha, afu akaja naye. Alipofika akayamwaga, akasema kazi shida. Baada ya muda yale yale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya muda ugonjwa ule ule, baada ya muda matatizo yale yale Ba le, na kuja, naanza kuomba. Tunaomba, tunaomba. Mungu huwa anakusudia, sio wote mpona sehemu moja a oh. sio sehemu Amen. Amen. moja, kuna baadhi ya mtu unaweza kuwa hapa ila Mungu, kuna uponyaji wako ameweka kwa mtu mahali Mungu akatengeneza njia, unashangaa kuna mhubiri anakuja kwenye ibada ya kawaida ukashangaa na kufungua na unafunguliwa. Hapa mwingine anakusudia Mungu fungulie njia tatu. Mwingine anakusudia Mungu fungulie njia nne au njia tatu. Mungu ana formula maalum. Kwenye ibada hii unakuta kuna mtu Mungu amekusudia afunguliwe hapa kwa jina la Yesu. Kwenye hii ibada ya kawaida hii hapa hii. Naomba niseme jambo la mwisho, hebu sema Amen.

wanaweza aneza zi asili nyingine ya tatu <laughs> <laughs> ni mara mia. Mimi nasema na wanangu wote, nasema hebu sema amen. Amen. Tunamwabudu Mungu wa kweli na ni Mungu ambaye tunamlipia gharama ikitokea ndani ya kanisa letu, mtu yeyote akafia kwa mganga

Hawuziki. fanya unachofanya, lia unavyolia, fufuka unavyofufuka, muite ipingo haji haji. Ila muna wengine wewe kwa waganga wale, ukienda si, si, kwa waganga wanakuzika. Sizi sisi hapa hatuziki mtu anayefia kwa waganga, na tukikukuta na dawa wewe, tarajia kwako nii diniko ukanyaga tuchange nguvu za Bwana na za Mungu, tupinde za baba na za na za mganga. Ukinipimia mimi na mganga, ufe na mganga wako kwa jina la Yesu.

awii mangapi yuko namba moja. Ameangaika kupata mtoto tangu kabisa linaanza amekuja kupata mtoto mwaka jana. Ameangaika ndani ya miaka ya kutosha, na kanisani amekaa mwaka mmoja na sehemu. Nina mwanangu mwingine anaitwa Edna. Ameangalia kupata mtoto miaka kumi na moja. Sasa hivi amepata mtoto. Si unaelewa hilo? Miaka kumi na moja, kaka alisani miaka mitatu. Mungu ni Mungu wa wakati. Kila mtu atajibiwa kutokana na wakati aliyopo. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Hebu sema amen.